Naitwa Gervas Intahamba, mkurugenzi wa masoko na uwekezaji wa Sido. Uh, leo nimetembelea mkoa wa Iringa kuona shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika katika mkoa huu. Ni mkoa ambao una fursa nyingi, mkoa ambao e, tunaamini kwamba e, Sido ikishirikiana na wadau mbalimbali wanaweza wakawasaidia wajasiriamali kwa uhakika na kwa jitihada ambazo zinaendelea, tunaamini kwamba mambo hayo yana yanawezekana. E, mimi kama mkurugenzi wa masoko na uwekezaji nimeangalia hasa swala la uwekezaji e, katika viwanda vidogo na katika biashara ndogo. Kwanza katika mkoa wa Iringa tunalo eneo kubwa ambalo lina fursa kubwa kwa wajasiriamali kuweza kuwekeza, na natoa wito kwa mkoa wa Iringa kwa wajasiriamali wote kuja kuangalia maeneo ambayo SIDO tunayamiliki ambayo yanaweza yakaleta fursa kubwa e, tunao mpango ambao tunauhamasisha kwa sasa ambapo wajasiriamali wanaweza wakajenga na wakatumia, lakini pia baadaye tukaanza kuwa na utaratibu wa kufidia zile gharama za ujenzi, na eneo hili la SIDO Iringa lina fursa nzuri ambapo tunaamini wajasiriamali wakija wakafanya ujenzi basi wataweza kupata manufaa makubwa kwa maana ya kuwa na e, jasiriamali mbalimbali katika maeneo haya kama e, viwanda vidogo ama biashara ndogo. Kwa hivyo wafike ofisi za SIDO mkoa wa Iringa wapate utaratibu, ili waweze kuona e, hiyo fursa inanufaisha katika mazingira yao. Lakini pia ukiachilia mbali na shughuli hiyo pia Iringa ni wazuri sana kwa kutoa mafunzo. SIDO Iringa wanatoa mafunzo mbalimbali mbali, ambayo yanawezesha biashara kuanzishwa ama biashara kuendelea vizuri. Kwa hivyo e, tunawana tuna wakufunzi wazuri ambao wakitumika vizuri, SIDO Iringa itawawezesha wajasiriamali kuweza kufikia malengo yao. Lakini pia SIDO pia tuna m, e, tuna taratibu mbalimbali za utoaji wa mikopo. E, ni wahamasishe wanairinga wafike SIDO kuona ni fursa gani za mikopo zinazowafaa katika biashara zao. Ndiyo tunafahamu e, mikopo ya SIDO wakati mwingine inakuwa ni midogo, lakini kwa kulitambua hilo, tuna mikakati mbalimbali mbali, tuna programs mbalimbali mbali ambazo zinawezesha hata wale ambao wanahitaji mikopo zaidi ya milioni hamsini kufikia milioni mia tano wote wanaweza wakapata mikopo hiyo, muhimu wawe katika sekta ya uzalishaji. Lakini katika masuala ya teknolojia hatuko nyuma. E, Sido tunashirikiana na taasisi mbalimbali zilizopo hapa Sido Iringa lakini na zilizopo nje ya Sido Iringa kuweza kuhamasisha watu ambao wanahitaji teknolojia mbalimbali waweze e, kuhudumiwa tunaamini kwa pamoja, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, tunaweza tukamsaidia mjasiriamali.